Lakini wengine tumemtumaini Bwana. Ukija kiku chao utakutana na yeye. Yupo simba wa kabila la Yuda, anasema huyu ni mwanangu niliyenunua kwa hiyo. Ukija kwa kia kokono, utakuwa umenunuliwa. Hata iwaje kokona, utakuwa umenunuliwa. Usituone kama tulivyo, tumenunuliwa kwa damu ya thamani. Tuna wa... nani tukiwa kijana tu. Tunaweza kusherehekea tukiwa kijana tu. Sio wakati wa uzeeni ya, ah. Hapana wakati wa mdana tuoganni bwana. Maana nikikwambia tulikuwa na wenzangu wote wamesha toweka wali